Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutambua umuhimu wa jeshi la zimamoto na ukoaji, mkoa wa Ruvuma imetupatia magari manne kwa mchanganuo ufuatao: gari gari moja la kuzima moto ambao ni fire tender iko pale, gari la kubebea wagonjwa maarufu tumezoea kusema ambulance. tumepata gari la mawasiliano lakini pia tumepata gari la maokozi rescue car moja ambapo yote magari yote hayo tunayoyaona yana vifaa vyake ndani na ni magari ya kisasa na vifaa vyake ni vya kisasa vilevile. Magari hayo tunayoyaona yote kwa ujumla yana thamani ya, ya shilingi za Kitanzania bilioni mbili milioni mia mbili kumi na nane. Magari haya yatatumika kikamilifu katika kutoa huduma za zimamoto na okoaji kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma. Kabidhi magari manne ya kisasa ya jeshi la zimamoto na okoaji ambayo yameletwa ndani ya mkoa wetu yakiwa na thamani ya shilingi bilioni mbili nukta no mbili. Kupatikana kwa magari haya mapya na ya kisasa ni matokeo ya maono ya kuhakikisha kila mkoa unakuwa na uwezo wa kukabiliana haraka na majanga ya moto na ajali mbalimbali. Mkoa wa Ruvuma umeendelea kukua kwa kasi kiuchumi kupitia sekta za kilimo, biashara, ujenzi na uwekezaji wa viwanda. Ukuaji huu unaambatana na uhitaji wa vifaa vya kisasa kwa ajili ya usalama hususan kwenye matukio ya moto katika masoko makazi na maeneo mengine. Magari haya tunayopokea leo yatasaidia sana kuongeza uwezo wa jeshi letu la zimamoto na uokoaji katika kutoa huduma kwa haraka, lakini kuokoa maisha na mali za wananchi na kupunguza madhara ya majanga. Mheshimiwa Rais, kwenye eneo la vifaa, amefanya mambo mengi, karibu kila sekta kini la leo ni sehemu ya hayo mengi, na bado yapo magari na boti ambazo zitaenda kutumika kule Ziwa Nyasa zikiwa njiani kuja kwani kwetu.